Wakizungumza katika siku ya masorovea duniani, wazee hao wamesisitiza kuwa serikali ina jukumu la kuhakikisha haki ya kumiliki ardhi katika kaunti ya Taita Taveta inalindwa. Ajabu, mipaka inabadilika usiku. Kama mipaka ilip, ilip, ilip, ilipimwa na ardhi ya ya Taita Taveta ikatengwa, ikapaa mahali imefikia ilipikwa wakati wa ukoloni, lakini leo unakuja kusikia Makweni imeingia Mturandei, pale iko Makina. Kwani hizo mpaka zilipimwa, ziligeuzwa lini? Ziligeuzwa usiku wameitaka serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kuweka mikakati madhubuti ili kuhakikisha kila mkazi anapata hatimiliki ya ardhi yake bila vikwazo. Ukiangalia shamba la Sisal Estate ni shamba ambayo bado iko na utata mkubwa. County Assembly ilienda ikapitisha ya kuwa processes hazikufuatwa na change of visa. Leo hii kesho, watu wametumia ujumbe waende kule waende kuonyeshwa plots. Kwa nini tunadharau county assembly of Taita Taveta na wananchi wa Taita na Taveta ujumla? Hii kidai imegeuzwa, sijui inaitwa kianzavi Mtaita tena na nyang'anyo, hapo akiona watu wengine wameshachukua title deed. Ukienda sehemu nyingi za Taita Taveta sasa, si Mtaita na Mtaveta, ni mtu mwingine amechukua nguvu ya kutawala Mtaita na Mtaveta kwa nguvu, hata wana nguvu ya kuuzia Mtaita na Mtaveta shamba lake. Kwa hivyo sisi tunacholilia ni mambo ya mashamba yawekwe kwa mpango maalum, kila mtu Mtaita aridhike na mambo yake na shamba zao. Kweli kabisa, Mtaita apewe haki yake. Ukweli kabisa, ni Mkamba ni Mtaita. Mtu akija Taita, yeye ni Mtaita na ashike sheria za Wataita. Wito huo unakuja wakati ambapo migogoro ya ardhi inaendelea kuwa changamoto kubwa katika sehemu mbalimbali za kaunti ya Taita Taveta, huku wakazi wakihofia kupokonywa ardhi zao au kutengwa katika maeneo waliozaliwa na kulelewa na machungu ambayo tunayo, watu wengine katika mashamba ambayo tayari alishapima na alipimwa kwa wakati mmoja, ni kitambo, lakini wengine washapata title deeds, wengine bado. Ni nini kinaendelea katika nchi? Kila tunapouliza tunaambiwa mara ziko ndani, zitaletwa. Zikiletwa zinaletwa za watu wengine tofauti kabisa. Wengine wale ambao walipeleka malalamiko hawapati sababu. Gabriel Mokoma, Taita, Taveta.